Lavalava lava, uh, ni muda mrefu uh, wa Tanzania utakufahamu pia kuhusiana na kila ambacho ulipost leo kwenye Instagram page yako uh, una jambo lako na wanda kufahamu kitu kitu gani ambacho pia special ambacho labda pengine umewandalia siku ya leo? Mm, ni wauzaji wa magari lakini sio tu magari eh, ni kampuni ambayo tuseme imeleta ukombozi Tanzania kwa sababu ya huduma zote za magari. Khushi Motors ni kampuni ambayo inajishughulisha na, na magari na leo officially mimi ndio wa ambasada wao wa hii kampuni, kwa hiyo I'm happy to to to be with you you guys. Welcome to Khushi family happy to have you on board. Na um, mambo mengi sana kuelezea ya okay, kuelezea Khushi Motors kweli kabisa kwa sababu E, nilikuwa na, na jaribu kuongea na na, wakurugenzi hapa na, na, na, na mabosi zangu niwaambie wasi so special ambacho mko nacho <coughs> nadhani meweza mkateka over uh, kwenye Tanzania kwenye industry ya uuzaji wa magari. Wakasema sisi tumefanya uwekezaji Tanzania sio tu kwa sababu ya kuuzia watu magari, kwa sababu ya ku make sure kila mtu anamiliki gari, eh, kuhakikisha wanauza kwa, bei na, nafuu kabisa gharama affordable, lakini pia the good news is like, hata watu ambao wana showroom zao za magari wanaweza kuja kuchukua magari hapo wakauza sehemu nyingine. Okay. Bei zetu hazifanani, yani hazitofautiani like na uh, labda wauzaji wa Japan whatever, whatever, whatever. As you see this for hapa hapa hapa tuna sehemu tofauti tofauti tofauti tofauti tofauti tofauti jamaa hao wa wana branches tofauti. Nchi unaweza tofauti. Kuona kuna, kuna kuna Nairobi, kuna Kampala Nairobi Kisumu Dar es Salaam, ndio so kiukweli, Khushi Motors ni kampuni ambayo inaweza kuleta ukombozi sana kwenye hii tasnia ya uzaji wa magari. Kwa hiyo mimi na, na, na, nataka kuambia na nawapa hii taarifa, kokote ulipo, kama unaona kabisa unataka kumiliki gari, njoo Khushi Motors, karibu Khushi Motors tukuhudumie. E, una kila haki ya kupata gari affordable Khushi Motors. Karibuni sana. Okay. Wapi? Okay. Okay. Sasa usahihi nakuja Tanzania. Nikiwa waziri wa viwanda na biashara, ambao kauli yangu anasema hatukoi kazi inaendelea. Nimefarijika sana katika hili na niwaombe wa Tanzania tuweze kutumia fursa hizi za kupanda bidhaa ambazo zinaletwa hapa nchini kwetu, sasa badala ya kupata changamoto kubwa sana wakati mwingine unapata riski kuingiza watu, wakati mwingine kuingiza bidhaa kutoka nje. Sasa leo hii bidhaa unaletiwa hapa hapa, ni jambo la faraja kubwa sana kwetu sisi wa Tanzania kutumia fursa hii. Kwanza vijana, nafahamu vijana wengi wanapenda kupata magari, sawa? Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo ni vijana ambao nadhani wengine wanapata ajira hiyo sasa, lakini wengine wako katika sehemu za biashara, ni fursa ya kwamba vijana kwa kuja kuja hapa na kuchagua kile wanachokipenda kwa roho zao, kwa roho zao. Maanake hawa ni wa kike na wa kiume. Kwa hiyo hili ni wito wangu ni kwamba watumie fursa hii kwa ukaribu zaidi. Shukrani sana.